Kwa jina naitwa Kasimu Juma, ni kocha wa Nazareti, ni mwanafainali wa Disam Cup. Tunashukuru kwamba ndugu yetu ameyarudisha mashindano, ilikuwa tumekaa kwa muda mrefu tukiwa na yasubiria hayo mashindano. Kwa hiyo sasa hivi mashindano yatakuwa yako huru, vilabu kwenda kujiandaa. Na msubiri mpizani wangu nije ni mtwange kaa ngoma. Kwa majina naitwa Amiru Muhamedi, mimi ni mchezaji Kuhakikisha kama wachezaji wenzangu, nashukuru kwa mashindano yao kurudi kwa sababu yalishapotea yalisha kwao. Nashukuru sana kurudi. Kwa majina naitwa Aruna Idi, kocha wa Mingoili ambaye ni mmoja wa wakocha ambao walikuwa kwenye yale mashindano ya Disa Cup, ambaye ni mwana finali ambaye nakutana na, na timu ya Nazareti. Kwa hiyo kwanza nishukuru haya mashindano kurudi au hii fainali kutangazwa kwa mara nyingine, kwa sababu ni jambo ambalo amenifanya ni kubwa. Maana mara nyingi sana ikitokea mashindano yameharibika au kutochezwa fainali au mshindi wa ngapi, basi huwa ni vigumu sana mtu kurudi viwanjani Kweo. Kwa hiyo kwa ndugu yetu mzamini wa ile kombe kama amesharudi, kwa hiyo tunashukuru sana, Mungu amsaidie, ili ule muda ukifika tuweze kufanya kile ambacho kilikuwa kimekusudiwa, ambao ni fainali na mshindi wa tatu. Kwa majina, mimi naitwa Jonas Dani Hosea, ni katibu chama cha mpira wa Singida Manispaa wilaya ya Singida mjini pamoja na Singida vijijini, kwa kifupi tunaitwa Sidifa. Ya, nikizungumzia mashindano ya DE SAM Cup ambayo tunaenda kucheza hatua ya mshindi um, wa tatu pamoja na fainali kimsingi, nashukuru mashindano yameandaliwa vizuri mwandaaji mwenyewe amejipanga na sisi kama chama cha mpira taratibu zote zimefuatwa. Ni walike tu kwanza vile vilabu kujiandaa vizuri, kwa sababu kama zawadi imeandaliwa nzuri na vilabu nao vinatakiwa vijiandae vizuri kwa ajili ya kucheza fainali na kupata ule mshindi wa tatu. Lakini sio vilabu tu, lakini wale wadau na wapenzi wa hizi timu ambao ndio walikuwa wakizunguka kile kiwanja cha Ukombozi, kukijaza na kuweka hamasa, kuhakikisha kwamba eh, mashindano yanaenda vizuri. Ni wakati wa kumalizia mkiani, ng'ombe ameshaliwa vizuri, kwa tunapomalizia mkia tualike wadau wote wale wamama wa, wa soko la samaki wale vijana wa, waliokuwa pale wanazunguka majengo yote. Kwa hiyo ni wakati wa kumalizia mkia uliobaki, sisi kama chama cha mpira, baraka zetu zote tunawapa DE SAM Cup.